Maswali hayo yameibuliwa baada ya ya shutuma nyingi za ulaghai hasa kuhusu matumizi ya bajeti iliyotolewa na serikali ili kufadhili operesheni za kiusalama katika nchi hiyo ya Jamhuri ya kidemokrasia ya Congo ambapo ripoti za siri kutokana na uchunguzi uliofanyika hivi karibuni zimebaini matumizi mabaya ya pesa za serikali nchini humo. Kati ya mwaka wa elfu mbili ishirini na moja hadi elfu mbili ishirini na tano matumizi ya kipekee yanayohusiana na operesheni za usalama dhidi ya waasi wa AFC/M23 yaliongezeka nchini humo, zimebaini ripoti hizo. Ingawa fedha zilizotengwa na serikali ya Kinshasa zilitumika kuongeza maradufu mishahara ya wanajeshi na kulipa wakufunzi wa kigeni, bali sasa kumekuwa na sintofahamu kuhusu matumizi ya baadhi ya fedha iliyotolewa tangu kuanza tena uasi wa M23 mashariki mwa DRC, hasa zaidi tangu kuanguka kwa mji wa Bunagana ulioko mpakani DRC mwezi Juni mwaka 2022 katika eneo la Rutshuru. Taarifa zinasema matumizi ya kipekee yanayohusiana na, na operesheni za usalama yaliyoongezeka kutoka asilimia 51 ukilinganisha na mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa.